25 za bodaboda zilizokuwa zimekamatwa na kufungiwa katika kituo cha polisi cha Diani kwa makosa madogo madogo ya trafiki. Msamaha huo umefanyika katika uwanja wa maonyesho ya Ukunda, ukiambatana na mafunzo kwa waendeshaji bodaboda kuhusu usalama na jinsi ya kufuata sheria zote za barabarani. Akizungumza wakati wa zoezi hilo, kamishna wa Kwale Steven Orinde amesema msamaha huo unalenga kupunguza visa vya uhalifu na ukosefu wa ajira kwa vijana waliosalia nyumbani wakati vyombo vyao wa vya kutega uchumi vilinaswa. Vijana wanapitia changamoto nyingi na wasipokuwa na njia ya kujichumia riziki huenda pia uh, wakashauriwa wakapawa itikadi kali na wakaweza kujiunga na makundi ambayo yatawelekeza kwa ugaidi au kwa kuvunja sheria. So makosa ile tunaangalia ile tunasema ni makosa madogo madogo ni pengine kama kukosa kuvaa helmets ama kukosa kuvaa reflector jacket, makosa kama hayo. Sheria ni nyingi, lakini pia kwa sababu vijana wetu ni watu ambao wa lazima wakae barabarani ndio wapate riziki, tutaingilia kati kama viongozi wa bodaboda, tushirikiane na viongozi wa kiusalama ili tuweze kuweka mikakati ya kuwa vijana wetu watakuwa barabarani watafute riziki, na pia zile sheria ambazo zinatakana kiserikali ziweze kufanya nini, ziweze kuzingatiwa.